Habari mpenzi msikilizaji wangu, karibu katika sauti ya hadithi Kiswahili cha Sindia. Ni mimi msimuliaji wako David Michael Wimbi. Leo ninakusimulia hadithi inayokwenda kwa jina moyo wa chui, roho ya mbuzi. Moyo wa chui, roho ya mbuzi ni hadithi inayomuhusu kijana mmoja jasiri aliyejulikana kwa jina la Majani. Katika kijiji cha Mawenzi aliishi kijana mmoja aliyejulikana kwa jina la Majani. Alikuwa mashuhuri kwa nguvu zake na ujasiri wa kupambana na majangili, wanyama wakali na matatizo ya kijiji. Watu walimuita Chui wa Mawenzi kwa moyo wake wa ujasiri. Lakini tofauti na mwonekano wake wa ujasiri, ndani ya moyo wake kulikuwa na hofu nyingi: hofu ya kukataliwa, hofu ya kupoteza sifa na hofu ya kusema ukweli. Alikuwa na moyo wa chui, lakini roho ya mbuzi. Siku moja moto mkubwa ulizuka porini karibu na kijiji. Watu walimkimbilia Majani wakisema, shuja wetu, tafadhali tuokolee watoto waliokwama Majani. Alitetemeka kwa hofu, alijificha nyuma ya nyumba ya mama yake akijifanya mgonjwa. Hakuthubutu kuingia kwenye moto akihofia maisha yake. Wakati huo huo, kijana mdogo aitwaye Tunu ambaye hakuwa mashuhuri aliingia ndani ya moto kwa ujasiri. Aliwaokoa watoto watatu bila kujali hatari. Watu walibubujikwa na machozi wakimshangilia Tunu. Wakati Majani alipotoka mafichoni, kijiji kilimtazama kwa mshangao na kimya. Alijua sasa sifa si ujasiri wa maneno, bali ujasiri wa matendo. Majani alijifunza somo kubwa kwamba ni bora kuwa na roho ya simba ndani ya mwili wa mbuzi kuliko kuwa na sura ya chui bila moyo wa kweli. Tangu siku hiyo alijifunza kuwa mnyenyekevu, mwenye kusikiliza na hatimaye akawa shujaa wa kweli kwa matendo, si kwa jina. Tunajifunza nini kutokana na hadithi hii? Ndiyo, funzo ni kwamba